Asante sana Hamza, na wadhamini wetu, karibuni wa taasisi na Watanzania wote mnaonisikiliza ukumbini hapa na wale mlioko nje, ntaomba leo tujitahidi kuwa makini kusikiliza mazungumzo haya na baadaye mliomo humu mtashiriki na walioko nje wanaweza wakashiriki kwa njia mbali mbali. Vijana hawa wanataka amani na sisi tunataka. Sasa mimi leo nimeamua kuandika mambo ya kuwaambia, sikutaka kusema hivi hivi siku zingine na, na chachamaa kwenye jukwaa. Leo nimeamua kuandika maudhui ya mdahalo wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Mwalimu alikuwa mtu wa amani na ameacha taasisi hii isaidiane nanyi Watanzania wote na wa Afrika wengine na hata nje ya Afrika kuhakikisha kwamba amani yetu inadumu na inatetewa na misingi yake inaeleweka. Kwa hiyo, napenda kusema yafuatayo. Chini ya kipindi cha mwezi mmoja kuanzia hivi sasa, Watanzania wengi na hasa waliojiandikisha kupiga kura watakwenda kwenye vituo vya kupiga kura kuwachagua wawakilishi wao kwenye ngazi za udiwani ubunge na wawakilishi. Uchaguzi huu utahusu pia nafasi za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kule Zanzibar rais wa serikali ya Mapinduzi. Ili Watanzania tuvuke salama, tunahitaji kulinda tunu muhimu za taifa letu ambazo ni amani, umoja na haki na kwa kuzingatia malengo na shabaha za kuanzishwa kwake taasisi, ambayo ni kulinda na kudumisha amani, umoja na maendeleo ya watu wote. Taasisi hii kama alivyosema Hamza imeendesha midahalo sasa kumi. Midahalo hii imefanyika ili kusisitiza umuhimu wa kuzingatia maadili mema, maadili mema, yakiwa nyenzo muhimu ya kuimarisha, kulinda, kutetea na kudumisha amani, umoja na haki wakati wote, na hasa wakati sasa taifa letu linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 25, kwa sababu maneno haya matatu, Amani, umoja na haki si maneno ya mzaha au kusoma kutoka vitabu tu, lakini ni tunu muhimu katika mahusiano raia nchi yao na viongozi wao au kati ya wenyewe kwa wenyewe. Amani ni tunda la haki, na haki ni tunda la ukweli na ukweli huzaa na kulea utu wa watu wote, uhuru wa wote, heshima ya wote na maendeleo yote ya wote. Taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa mara nyingine imeomba mda, mdahalo huu ili tushirikiane kujadili hayo. Nia ya taasisi si kulumbana ni kusaidiana na wa watanzania wote na marafiki ya wa watanzania wa kigeni kuzingatia umuhimu wa amani. Ajenda kubwa katika uchaguzi wa mwaka huu ni mabadiliko. Kwa muda mrefu, Watanzania wamekuwa wakidai mabadiliko yenye tija kubwa zaidi kwa maisha yao. Katika siku za miaka ya nyuma, hata baba wa taifa Mwalimu Nyerere amewahi kuliambia taifa letu kuwa kama CCM haitowaletea Watanzania mabadiliko watayatafuta nje ya CCM. Moja ya sababu za Watanzania kudai mabadiliko inasemwa ni kuchoshwa na ahadi zisizotekelezeka na kudumu kwa umaskini tangu 1961. CCM iliyoongoza serikali kwa zaidi ya miaka 54 ndiyo inayotupiwa karibu lawama zote, lakini badiliko la msingi si katika vyombo au taasisi CCM kafu, Chadema, NCCR Mageuzi au hata serikali na vyombo vyake. Mabadiliko ya msingi ni katika mawazo na tabia, vitendo, mwenendo wa viongozi wa vyama, serikali na taasisi zingine za umma na binafsi. Kama ilivyo kwa watoto wa binadamu au viumbe vingine vyenye uhai, mabadiliko hutokea pole pole. Hivyo hivyo, ni vigumu kuona watoto wetu wakibadilika katika umbo sauti, tabia na kuanza kutembea na kadhalika, lakini wazazi ndio msingi wa mabadiliko ya watoto wao. Wao ndio hulea, kutunza, kuelekeza, kufundisha, kutahadharisha, kutahadharisha, kulisha na kuhakikisha watoto wao wanakuwa pasavyo, bila madhara, hadi wao watu wazima wanaotembea wakijua walikotoka, waliko na wenye sifa walizorithi kutoka kwa wazazi wao. Kwa taifa, viongozi ndio wazazi wenye jukumu la kulea raia wao. Ndivyo ilivyo kwa viongozi wa Tanzania waliopo, waliopita, waliopo na hao sasa wanaomba nafasi ya uongozi. Kwa hiyo kama ilivyo kwa wazazi viongozi wakiwalea raia wao katika kusema kweli, kuishi kwa uwizi, kutoheshimu wenzao, kuwa wababaishaji wasio na msimamo wowote, wakifanana na kasuku, wakiwafundisha kupenda vita, kupenda maisha ya anasa na kuch na kuchukia kazi, wakiwafundisha ulagai kupenda rushwa, kuhusudu ufisadi na maisha ya ufisadi, kutoheshimu miji yao na katiba za vikundi vya jamii zao na kadhalika. Viongozi hao wakubali wajibu wao kuwa wamewalea raia wao katika tabia hizo, wasisingizie vyama vyao wala serikali zao, maana vyama kama vile vya siasa na serikali kuu na zile za mitaa hadi vijijini ni vyombo tu vyenye malengo, makusudi, kanuni na kadhalika. Haviwezi kuwa mbadala wa viongozi wenye majina yanayojulikana waliopewa wajibu wa kuongoza taifa au jamii zao kulingana na katiba, sheria, kanuni na taratibu. Viongozi ndio wenye wajibu huo. Wao ndio wawajibikaji, sio vyama au vyombo vya serikali; ni viongozi na wote wanaowasaidia.